Wakati ambao mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano unahitimishwa, baadhi ya viongozi mbalimbali waanza juhudi za kukutana na wafanyakazi wao. Mfano wa sasa ikiwa ni Ephraim Kabasha, kiongozi wa wilaya ya Nyiragongo, ambaye amekutana na viongozi wa eneo mbalimbali kutoka vijiji vya na vahef de village vote kumbe vanakuaga mzuri sana hivi sasa. Hapa hakuna vya mshefu hakuna vya kazi hapa, tuko msipuku ya mwisho ya mwaka e. Tunashukuru pia mheshimiwa liwali wa jimbo ambaye tulimwalika na kaweza kujitere reprezante na porte parole wake, atashimama aweze kupepea mkutano

kwa jina la mweshimio liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini Mati Msanga Erasto ambaye minarepresente hapa. Mesaji yake iko clear, tuendelee kupendana, mupendo wetu mtatoa kujenga jimbo yetu mzuri. Tuko tarifa moja ya Kongo hatuko jimbo moja ya Nord-Kivu. Hii mambo ya kabila elezema ishaisha kwetu, haisikilizane tena, na watu wengine wako mbali, tuendelee kuwambukizia hii upendo wetu, isibakie tu kwetu hapana, tuwambukizie nauke kwenye wako na wale wenye walikimbieka wakaena, tuwaambie wakuje, walime, tulime wirahii tukomalishe wirai, tuvuke ngumbe zetu mzuri kusoma wasome, uruza wachuruze, na hakuna mwatajenga i jimbo yetu ama mwatajenga ii teritwari yetu kama haiko sisi wenyewe, si ndio? Nawashukuru sana tena sana, na ni wakati ya kuwambia kama Mheshimiwa Liwali alisema, leo tuanze mwaka ya 2026 na amani na usalama, na tuweze kukomboa. Asante. Asante sana mheshimiwa, kwa heshima kubwa. Tutafurahishwa sana kabisa utufungulie seremoni, sababu baba ni baba, wakati watoto wako na baba ule jukukuku wanapasha yote. Karibu sana wandugu.

Wamama wote wa washefu de village, ningependa pia washimame tuwaone, vale wamama venye vanatuchungia washefu de village kule, navo washimame tuwapepe, natuko napiga kaueanula. <tap> karibu sana kwetu kipumba, naweziuketi. Karibu sana kwa wamama wa washefu de groupement, navo wanaweza kushimama. Tuwakaribishe, karibu, unaweza kuketi e. Tunayo furaha ya kukuwa tena pamoja. Wakati tulikuwa hapa Nyiragongo tulifika Nyiragongo tarehe tano mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Watu wote walikuwa wakijua wakikutuma Nyiragongo ni kwenda kufa, lakini tukisaidiana na wa shef de sheferi mwami wetu Isake Butiti Kahembe Katu, wa shef de groupemat wote, wa shef de village wote, wanotable wote, wanyumba kumi wote, tuligeuza sura ya Nyiragongo na leo kila mtu iko napenda apuye tumika mu Nyiragongo, haiko vile? Tunaweza <laughs> kipikia mkikwele mkikwele mkikwele, hata kule kuprovence watu wote wanapigania kupia tumika hapa ku Nyiragongo, japokuwa mbele walikuwa kutuma Nyiragongo unahuzunika sana. Hii tusiregeze tuendelee kutia chumvi, sosi tomati, choungaju Nyiragongo endelee kuwa utamu sana na za zaidiahivyo vile lakini, kama hii amani ambayo tunaweza ku kuonja hapa, hii umoja ambao tunaweza kuonja, hakuna tena vya munande wa uene, hakuna vya mkuu wa muniji wa musayo, hakuna mushe, hakuna muhutu, hakuna mutusi, hakuna mulemere, hakuna mushama gereke kama muguruguru, sisi wote tumekuwa mtu ni kwa sababu kuna wale wa vijana walioshimama wakasema hivi, yule ambaye ameleta ubaguzi waweze kumutosha hapo, na wale ni ntani za salamu, jeshi yetu ya IS wangu, wandugu, waige likuwa hii jeshi, kama hatupeti hapo, ni kweli, ni uongo ao, wa vijana wamejitoa, na wanaendelea kujitoa ili mahali popote uweze kukua usalama. Sasa wandugu, ni kweli tuko kwa fete ya mwisho wa mwaka, lakini tu tukingali muhali ya vita, viti inaendelea, vita haiyaishi. Watu hawalikale wa kule, watu wa Katoi, watu wa ma Makobola, Baraka kule, au hawakupata muda wa kuikala, haiko vile nao wangelipenda wafete na wiko kimya, lakini kule drone adio vitu gani vinaendelea kupiga. Ndio kwa maana mahali kote wa shef wenyewe unalala, chef de village, ujue kwamba vita bado raia, safari safarik pa. tunaelewana na mjue kama mnawindwa sana. Tunakumbuka katika hii mwaka tulipoteza wa Kiziba wakizibat Mzee Kimanuka alituacha, tulipoteza wa nyumba kumi, tumepoteza wa notable bobalume, wengine walikuwa kidnape, wengine walipigwa masasi. Sasa kama sisi tukigali hai, hapana kucheza, na tunaelewana vizuri, kama tulisema kila chef akuye na bibi yake, ni kwa sababu bibi apwye na kumbusha chef wakati nenea 17 18

okubahiriza ivyo ubuyovozi butumkilie. So, tuna shukuru tena ekipe ya mobilization na washef de to wa chef de village kuona tangia mwezi ya pili mpaka hii mwezi ya kumi na mbili, Nyiragongo ilitoka ya pili kwa kuleta majeshi katika chama ndani ya jiru ad japokuwa Nyiragongo ni katogo. So nilinaulizaka tukekamata viongozi wote na hii juhudi yetu waketutia ruchuru ao kalele na tunaleta wa mingi sana zaidi. Sasa tusiregeza hiko vitu, tutie nguvu, tulete majeshi tuweze kukoboa nchi yetu. Wamama tunawasii sana nienjova premier conseiller baba vetu

yagukora ikosa mwakure byanamirana byira pastori ariko kumuzani wacu bumuzanye muri leta bona leta le, le, ayikwagena muzaha mukirumu co kurangiza ibibazo kunyumba ariko bire tukabifanya sawa so tusiseme mingi ni kushukuru wote ambao tulitumika nao tangu tarehe tano mwezi wa pili hii tarehe, na kuwambia kama teritori ya Nyiragongo tumepiga hatua, hata kunakuwa nafasi ile mapiaje za usiku mumuniji munja, lakini kuna hatua ambayo imefanyika na tunaendelea kushukuru. Jeshi yetu, polisi yetu na local defense uko na habari kule, leta pana habari mbele ya wakati, adui ashikwe akuwe maitrise. E, hii mwaka ya 2026 ambayo tunataka kuanza, hatutaki kuwa viongozi wa maveste wa wa kupakia wa kusema Kifransa. Kifransa tunakijua, lakini hakijengaki hichi

amezungumza na MTV kuhusu yale aliyofanya na atakayofanya akiwa kwenye uongozi wa wilaya ya Nyiragongo. Asante. Unajua uo, kuongoza sio mambo rahisi, lakini pia kuna kunakuwa kama kitume kwa kuongoza. Tulifika kwenye wilaya ya Nyiragongo ama mtaa wa Nyiragongo, ulikuwa mtaa wenye shida sana. Shida za kwanza, unajua Nyiragongo ilikuwa na wazalendo wengi FDLR pia jeshi nyingi ya FRDC zilikuwa na maposition zao hapa, na wakati jeshi yetu la ARC ilifaulu kuwatimua Nyiragongo tuli wakatuteua kuwa administrator wa mtaa huu. Bado wa, wa, jamazi walikuwa akiwa karibu na unajua, tunakuza pia mbuga la wanyama, lakini tuliweza kusisimiza na kuwahimiza wakazi ili waweze kusikia umuhimu ya mabadiliko, umuhimu ya kukua mtu mmoja na tuliweza kufaulu, eh, nawaza, eh, 80% 80% tulifaulu kusikilizisha wakaazi kama ni sherti inchi ibadilike, na kwa hiyo tunajivunia leo usalama ambao huko ni matunda ya usuja ya viongozi kuanzia huko kwa nyumba kumi kwa notable, kwa chef de localité wa chef de, kwa, kwa chef de groupement mwami na mimi pia tukisaidiwa sana na jeshi letu la IRC police na pia local defense. Tumeweza kabisa leo, mtu anaweza toka muniji kwa miguu anafika rusai leo mtu anaweza toka kibumba anafika Goma. Leo hawaone sura ya mtu haone hawaone, huyu ni mtusi huyu ni mnande huyu ni muhutu huyu ni mkumu. Sisi wote ni wakaaji wa Nyiragongo, wa mtaa moja tukijivunia umoja hii upendo huu, ile mambo ya buene, mambo ya muja, mambo ya rusayo, mambo ya Kibumba, mambo ya wafugaji na, wa, na walimaji tumeweza kuitia fasi moja. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, tumekuta mtaa kwenye administration kulikuwa desordre exagere. Nous avons pifé. Tuliweza kufanya administration ya Nyiragongo inyoroki. Administrateur wa mtaa yupo kisha mwami kisha wa chef de groupement kisha wa chef de localité, kisha wa chef de village kisha wa notable kisha wa nyumba kumi na tumeweza kufaulu kutia kila watu wafanye mikutano ya wa usalama nyumba kumi na siku yake notable na siku yake chef de village na siku yake chef de groupement na masiku zao mwami pia na mimi pia. Tumeweza kufanya miradi mbalimbali ya maendeleo japokuwa tulikuwa hatuna uh, uwezo wa kipesa. Tuliweza kuhimiza pale kihisi kusudi watu wakuwe na parkingi nzuri. Tuliweza kufanya kupana misaada tofauti. Mungu anasema ukipana, si si sherti mkono wa kushoto ufahamu kama mkono wa kuume unapana, si vizuri kushoto ufahamu, lakini tumejikaza. wepekunaona Kibumba, miradi imefanyika, kuna mapano soleri, ukifika wapi tuna, tuna miradi tofauti tumejenga vilalo kwa salongo, tumekarabati mabarabara yengine mwami, tunasaidiana kwa kumwanga michanga, ili watu wagundue kabisa kama mabadiliko ya kweli yamefika. Sio kazi rahisi, lakini tunajitahidi. Na hiyo yote sio kwa kusema kwa redio ama kwa mtandao, lakini wakaaji wao wenyewe, ukiwauliza, wanaweza kupana ushuhuda nini ambao tumefanya. Tunajua tuna mengi ya kufanya kwa maana kupitia hizi tax kidogo ambayo province na viongozi wa chama wamesema wamerudisha kwa teritoare na kwa usultani wa Bukumu tuta, tuna program ya mwaka huu ambayo tunataka kuanza mwaka 2026 e, e, so tuna miradi nyingi, tunataka kujenga, kuna maofisi kuna mamikoa ma magrupeme ambazo hazina maofisi mpaka sasa, inatubidi wawe na maofisi de tume wa chef de groupement wetu wote kupitia pledoi yetu tumefanya kwa liwali, piki piki. Ma, ambao, megomba, piki piki. Kwa kwa liwali amewapa pikipiki hao ndio chef de groupement a dio ae mahali kote ambao ambaor imegombao wamepewa pikipiki. Hiyo ni kwa sababu ya usuja ambao wametuona ndani, na tutajikaza hiyo usuja na mabadiliko yafike pia kwa chef de localite, chef de notable waone kama kuna uongozi bora mpya ambao unawahangaikia, sababu hiyo wakati ya serikali ya Kinshasa walikuwa wakionea mkaja angeliweza kukupiga, angeliweza kumwonea, lakini si wa, tumewapa heshima zao na tumeomba wakaji wetu kuwaheshimu na wanafanya kazi ipasavyo. E, hii mwaka 2026 tuna programu nyingi sana. Wewe mwenyewe umefika kwa ofisi yetu, bado hakuna haijajengwa, ni tangu ukoloni yuko hapo sasa tunawaza kuikarabati. Tuna watoto maya, wa, watoto ambao wa mayatima wengi hapa. Tuna watoto wanaokuwa na malali ya uh, kula vibaya ama kwe, malnutrition wa. Mm. So hiyo yote inaomba tuwa, wa wamama wote tuwakusanye, tuwape pesa kama itakuwa faranga elfu ishirini faranga elfu ishirini, na territoire superviseur wetu wafuatilie hiyo miradi kidogo kidogo, ili pesa ambazo tuliwapa zisikufe bure. Tuna mradi kila mtu ajenge E, kashamba ka mboga nyumbani, lakini anapopika chakula atie mboga kidogo. Kuhimiza wakaaji kulala vizuri, wengi hawalale kwa matela na, na, na, na, na ni shida mm. Sababu usiku ndio mtu am, anawaza mradi ambao utafanya mchana, unaiwaza usiku, na ile ambayo utafanya usiku, kama uko mwizi unaiwaza mchana. Lakini kama wakaaji wetu hawalale kwa matela, unawaza kweli watasinzia? So hiyo yote ni maprogramu kufundisha watu ujenzi bora, kupata maji. Unaona Kibumba hapa maji takuja, e, kufasi yote kibati huko, maisha ianze. Tutafanya makampuni, kuwahimiza wakaji kidogo ambao tunapata, tunawapatia miradi ambayo wahifadhi maoni. Jikifika tunawaambia mahali ambapo wanateseka, rusayo mamuja munigi wapi, ili teritwari ione kabisa chama kimeleta mapinduzi mabadiliko ya kweli lakini, Mheshimiwa, ni kizuri gani umekiona katika uongozi wako na kibaya gani? Nikisema hivi ni kwa sababu mara kadhaa hata wewe ulikuwa unashambuliwa. ya yeah, unajua sisi tuko, tuko <laughs> kwenye revolution, ni sherti hayo ya kuwepo. Ukiwa kiongozi, sio kusema utapata tu mayoneza ama raha tu, kuna pia tabu. Lakini hiyo tabu isikuache wewe urudi nyuma, inakupa usujao wa kusonga mbele. Nimeshambuliwa zidi ya mara tatu katika mkoa huu wakitaka eti waniue, lakini Mungu anajua sababu aliepusha hiyo ajali isiku, so sio kusema tuna akili ama tukowerevu, lakini tuna mpango tuna program nzuri. Tumepata wakaaji hapa, ni wana utofauti na zingine mitaa ambazo mimi nimetembea. Wakaaji wa Nyiragongo wanaheshimu sana uongozi ukiwapatia yale ya usalama, unawafanyizia mradi kidogo, unawapenda, usiwa harassing, hapana kuwatrakase, watakupa yale yote ambayo unataka. We mwenyewe umeona, watu wanafika, tunafurahi, tunaongozana, tukiwa mabaya tunapatiana shauri, tunafanya hivyo, na hiyo inanipa kusuku na kunipa nguvu zaidi mabaya ambayo nimekuta. <laughs> najua Nyiragongo ni, ni mtaa wa upekee DRC ambayo hauna hata mtoni moja. Hiyo imenisi ninaona kwa nini Mungu ameima Nyiragongo mtoni, inawaima mtoni, Mungu anawapa volcano na, wapa, <laughs> na kipe ikiripuka, sisi sote tunaingia kwa changa changa Goma, hata na penginepo, lakini pia revolution ina mambo ya kwake inabidi kuheshimu sana kuheshimu yale ambayo viongozi wanakwambia. Hapana kwenda kinyume na sheria ya chama. Kuheshimu viongozi, kuna mara wanakuita kwa simu, wakaaji nao wamepata shida, saa mwingine unasema eti nifunge simu. Lakini unasema wajeshi wanawiko kwa vita, nasi tunafanya vita za politics, tunafanya vita tukiongoza vizuri yale ambayo vikubwa, wakubwa wa chama wana, wanasema ni sisi wa administrator wa mtaa wa chef de groupement wa chef de cheferi na wengine wa camarad wenzetu ndio tunapichiwa kuvitia kwa, kwa, kwa, kwa vitendo na kama huvitie kwa vitendo utahukumiwa <laughs> na utaadhibiwa na chama. Ndio Nyiragongo ina tatizo, ina mpaka kati ya Rwanda, mpaka na mbuga la wanyama na mpaka na na Ruchuru wanaita Rugari hapa sasa, unafanyaje? Unajua, siri ya kazi yote ni kupata habari. Rwanda sio adui, Rwanda ni jirani. so eh, hiyo mambo ambayo Kinshasa ilitaka kuleta chachu ndani ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya kaskazini na Rwanda, hiyo yamekwisha, sababu hapa Kibumba kuna wale wale, kuna Wanyarwanda walioolewa hapa na na, kuna kuna Kibumba wiku, ambao wanaolewa Rwanda. Tumecelebrate mandoa nyingi hapa So kwa nini sasa tubaguani? Pakibati hivyo hivyo, e, buvira hivyo hivyo. So sisi tuko usalama na Rwanda, wakaji wa Rwanda wanakuja hapa nasi tunakwenda kwao. Tunakusimulia leo hakuna shida, na yule yeyote ambaye atataka kuleta shida kati yetu na Rwanda tutaadhibiwa, e, Ruchuru na Rugari. Unajua Rugari kulikuwa ni baza, kulikuwa baza FDLR ya FDLR FOCA niyo hapo tunajitahidi tangu nimekuwa hapa, kumekuwa incidence moja ambao walishambulia gari tu ya premises, lakini tumekamata mikakati zote sisi na local defense, police na jeshi ambao sitaki kusema kwa media so, tu, wa wajeshi wanafanya kazi zao na imeleta matunda kwenye mbuga la wanyama. Unajua ndio hifadhi kuu la FDLR, kuna operation ambazo zinapangwa, na kitu muhimu kwa chama ni siri sababu sitakuja hivi iti, tunapanga hivi, tunafanya hivi, niseme kwa media.